Mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA imefungua vituo vya forodha katika maeneo ya Kainuk, Kakuma na Lodwar katika kaunti ya Turkana. Hatua hiyo inalenga kuhakikisha wananchi wanapata huduma karibu nao tena kwa haraka. KRA inalenga kutumia fursa hiyo kutoza ushuru bidhaa zote zitakazokuwa zikitoka nchini au nje katika maeneo hayo ambayo ni mpaka wa Kenya, Ethiopia na Sudan Kusini. Wafanyabiashara walikuwa kilazimika kukatia leseni za magari yenye usajili wa kigeni huko Malaba, Busia na Swam kaunti hali ya Trans Nzoia iliyokuwa inawagharimu we brought the infrastructure closer to the people we we intend this offices to be a place where our regional electronic cargo tracking system team are able to monitor and also have a base to work from additionally this is a place where the local community can be engaged and uh, edu educated about importance of paying taxes and also to ensure that we only allow legitimate trade along this area. Tangu tuanze hii mradi tumekuwa na wakati mzuri japokuwa kulikuwa na mambo moja mbili, lakini tuli tuliimaliza, na kwa sababu ya hii project sisi tunajua kwamba uh, hii eneo yetu itaimarika kiuchumi.